Hadithi tunaosoma jana na hadithi tunaosoma leo sasa hivi, ukiangalia kuna mgongano, kuna tanaqudh yani kuna contradiction baina ya jana na baina ya leo. Kivipi? hadithi ya jana tumeona kwamba mtume saa salam alipomjibu yule mtu kwamba je nitawadhe, kwamba mtu kagusa utupu wake, mtume akasema hapana, ni badhat, yani ni qit, ni kipande cha mwili wako. Kwa maana hiyo, kugusa mtu kugusa dhakari yake kwa hadithi ya jana hakutengua e, udhu, ambayo ndio leo mtume anasema kwamba mwenye kugusa dhakari yake utupu wake wa mbele mwanaume achukue udhu. Kwa hiyo hapa kama tulivyoona ya kwamba kama kuna mgongano hali hiyo, sasa cha ufupi ni kwamba tutajaribu tu kutoa maelezo ili wewe uwe na ile hali ya kwamba je, kuna nini na nisimamie wapi katika hali kama hii, udhu nichukue nikigusa dhakari yangu, kwa sababu mtume anasema man massa dhakarahu falyatawadda? au nikigusa dhakari yangu ni kiungo katika viungo vingine, sina haja tena kwenda kuchukua udhu? Hili nafikiri ndio itakuwa ni muhimu zaidi uweze kusikiliza. E, kwanza kabisa tutaanza kuangalia kwamba hadithi zote mbili hizi ni sahihi. Kwa wale wenye vitabu ningependa muangalie, anasema mwisho kabisa hadithi ya mwanzo ya jana. Kwa wale wenye vitabu angalieni, waqala Ibnul Madini eh, Ibnul Madini anasema huwa ahsan, huwa ahsan. hadithi hii ya Talq bin Ali ni nzuri zaidi min hadithi Busra, kuliko hadithi ya Busra. Hadithi ya Busra ni ipi? ni hii tuliosoma leo, wa an busra. Lakini angalia tena kwa wale wenye vitabu, mwisho hadithi leo, wa hadithi hii ya leo waqala al-Bukhari, Imamu Bukhari anasema huwa asahhu shaii fi hadha al-bab, hadithi hii ni sahihi zaidi katika mlango huu. Naona sasa, yani hadithi ya jana ni sahihi na wanazuoni wakasema hii ni nzuri zaidi kuliko hii ya leo. Imamu Bukhari anasema hapana, hii ndo nzuri zaidi katika mlango huu wote unaozungumzia habari ya nini, masala kutengua udhu. Kwa hiyo kutokana na hali hii, wanazuoni wamekhitilafiana katika akwali nyingi mutaadida, lakini tutazitaja kauli mbili ambazo ndizo zenye nguvu, na itakuwa katika hali ambayo ya kujua nini hasa mtu asimamie. ikhtalafa ahlul ilmi fi naqdhi lwudhu bimasi rajuli dhakarahu wamekhitilafiana, wanazuoni kuhusu kutenguka kwa udhu endapo mtu atagusa e, tupu yake. Kauli hizo mbili ambazo aqwaha ni ifuatayo, alqaulu alawwal ni masu dhakari yadkudhu aludhu. Kauli ya mwanzo wanasema kwamba kugusa dhakari, utupu, udhu unatenguka, wa huwa madhhabu aljamhur

manhum ni masahaba vile vile wamepita katika mtazamo kwamba mtu akigusa zakari yake hudhuhana umetenguka, na akatawadhe tena. Na vile vile wastahdhara, wastahdhara, wastahdhara ash alshaukani. Imamu Shaukani naye akasapoti kauli hiyo waqtarahu ibnu bas. Na vile vile Shekh Ibn Bas akawa amepita katika mapito ya kwamba

wako upande huu kwamba kugusa dhakari hakutengi udhu na wakhtarahu, akawa amechagua msimamo huu ibn al-Mundhir, wa ibn Taimiyah na vile vile wa ibnu Uthaymeen. Kwa hiyo kundi la pili tunamwona Sheikh Uthaymeen yuko huko, kundi la kwanza tunamwona Ibn Baz yuko kule. E, Uthaymeen ambaye tunasoma hii sharhi yake hii fathu dhiljalal wa Ikram ya Bulugh al-Maram yeye msimamo wake ni kwamba mtu ikiwa ataugusa dhakari yake, basi katika hali ambayo ilikuwa <coughs> udhu wake au yani, kwa maana upo. Hii nafikiri ni sehemu ya kwanza, sehemu ya pili. Ili uondokane tatizo hili, tutarudi katika sherehe yake Sheikh Uthaymeen akasema. Hii iliyozungumzwa hapa, man massa dhakarahu faliyatawadda Almuradu iliyokusudiwa hasa ni alamdu, yani makusudi, mtu amekusudia saa kwamba yeye anaigusa zakari yake, ima inazakaa bishawa kwa matamanio hanau kinyume chake. Kwa maana hiyo kama mtu atakuwa ameigusa zakari yake pasipo na kukusudia na pasipo na matamanio, ndo ile hadithi ya jana tuliyoiona ni kiungo chake tu. Kwa hivyo hivi ndivyo mapito ambayo alopita shekhe katika, katika, sherehe, katika hadithi hii jambo jingine ambalo alieleza shekhe, hadithi hizi mbili, ambayo ni formula nzuri katika masala haya yanapotokea. Hadithi sahihi hadithi sahihi kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wakafanya kitu kinaitwa tarjih. Tarjih, kuna mambo mawili, kuna vitu viwili sasa, kimoja ikawa kina usahihi zaidi au ni bora zaidi, chenye nguvu zaidi. Kwa hiyo Imamu Bukhari yeye ameona kwamba hadithi hii tuliyoisoma leo ya Busra ni sahihi zaidi kuliko hadithi ya Talq, lakini vile vile tumeona jana, e, ka, anani, e, Imam al-Madini yeye akasema hadithi ile ya Talq ni bora zaidi katika mlango huu. Kwa hivyo Sheikh Uthaymin rahimahullah yeye akasema katika maelezo yake mengi ni kwamba la hajat ila tarjihi hadithi hizi mbili huwezi ukasema, moja sahihi tuitumie hii na hii tuiache, hasa msuala hilo haliwezekani kabisa. Lakini kinachowezekana ni jambo kwamba hadithi hii ya jana tulosoma ifanywe kazi na hadithi hii tuliosoma leo ifanywe kazi, zote mbili zitakuwa zina function katika hali ambayo haitokuwa kwamba hukumu hii itakuwa haina inamfelisha hukumu ya mwingine, na katika hali hii, katika baadhi ya wanazuoni wakaeleza kwamba qala baadu alulama aljam, hadithi mbili hizi zitumike zote. Hadithi ya Busra ni kwamba ikawa mahmulun ala man qasada ash-shahwa billamsi. Hadithi ya Busra ambayo hii ndio somo leo, wanazuoni wakafanya conclusion wakasema itakuwa mtu atawaze pale ambapo amekusudia kugusa utupu wake tena kwa matamanio, hii hadithi ya leo. Lakini hadithi ya jana mahmulun, hadithi ya tulq imechukuliwa kwamba liman lam yaksudu shahwa, ni yule mtu ambaye ameigusa zakari yake, lakini hakukusudia wala aba, hakuwa, hakuwa na li lengo la matamanio. Kwayo hii ni jamun hasanun zimewekwa mahala pamoja katika mfumo. Sasa mazungumzo yote haya sasa yanamalizia hapa. Hadithi ya jana, mtume anasema alipoulizwa, yule bwana alipomuuliza mtume, je, nimegusa nitawadhe? Mtume akasema ni kiungo chako. Hii ya leo, mwenye kugusa atawadhe, atawaze. Sasa, ki, yani, yani utapata jibu gani? Ni kwamba hadithi ya jana inakusudiwa ni kwamba mtu atakokuwa amegusa kiungo chake katika hali ambayo kagusa tu, na hadithi hii ya leo inakusudia kwamba mtu atakapokuwa amegusa makusudi makusudi kabisa tena kwa shahawa au ah, huyo akatawaze. Lakini ya jana umegusa tu, pengine accidental, unavaa nguo zako papap, ukagusa zakari yako ah, kiungo chako hicho. Lakini sasa unakusudia sa kugusa eh, hapo itabidi ukatawaze